Na baada ya kukamilisha uchambuzi, ninamleta kwako Angela Mdungu ambaye yeye leo amepitapita huko kwenye mitandao ya kijamii. Karibu, tuambie kunani huko. Asante sana Lilian. mm. kabla ya yote kwanza ni msihi msikilizaji wetu apite kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii mm. Facebook, TikTok, Instagram, huko kuna mengi sana, vikiwemo vibonzo na mambo mengine mazuri tumemwandalia. Lakini pia leo kuna Kurunzi Live, tutakuwa mubashara tukijadili ni namna gani watanzania wamejiandaa vipi kwa mm. uchaguzi wa kesho mm -hmm. Oktoba 29 mm -hmm. Tatu Karema Suleiman Mwiru wataongoza mjadala huu. Mm -hmm. Sasa moja kwa moja, wakati homa ya uchaguzi ikiendelea kupanda nchini Tanzania, kuna tukio moja limeitikisa mitandao ya kijamii jana. Jumatatu iliripotiwa kuwa mfanyabiashara maarufu Jenifa Bilikuiza Joven, maarufu kama Nifa, ametoweka uh, katika mazingira yasiyoeleweka, na hivyo baadhi ya watu sasa wakaanza kulihusisha tukio hili na utekaji. Mm -hmm. Lakini baadaye jeshi la polisi nchini humo likajitokeza na kuthibitisha kuwa linamshikilia mfanyabiashara huyo kwa tuhuma za kuhamasisha vurugu na kuharibu miundo mbinu katika maeneo mbalimbali ya jiji hilo kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 eh, kesho hiyo. mm -hmm. Na ni wakati huu ambapo watu wengine wakisema kuwa watafanya maandamano ya kuipinga serikali siku hiyo ya ya, ya, ya uchaguzi. mm -hmm. Sasa, maoni ni mengi. Kuna mtu anaitwa Amina ameandika, eh, alichofanya Nifa sio kilichofanywa kwa nifa sio sawa, hmm. Polisi wangefuata utaratibu kumkamata wakiwa wamevalia sare zao, kusingekuwa na taharuki kama iliyojitokeza, hmm. Lakini... walikuwa hawajavaa sare manake, hivyo ndivyo watu wa mitandaoni wanavyosema, hmm. Sasa kuna mtu anaitwa Saidi pia anasema mi naona ni sawa kuwasweka ndani wale wote wasio na mipaka katika kuikosoa serikali ili iwe fundisho kwa wengine unaniruhusu nisome maoni ya mtu mwingine au tuende kwenye jingine? Haya, tuende kwenye jingine. Chap chap, ni kwamba nimeona kuna uh, huyu Waziri Mkuu wa Albania Edi Rama ametangaza kuwa waziri wake wa kwanza kabisa aliyetengenezwa kwa teknolojia ya akili mnemba Diella ni mjamzito na anatarajiwa kujifungua watoto 83. Kwa lugha nyingine, huku kujifungua ni kwamba watatengenezwa watoto wasaidizi wengine 83 <laughs> wa kidijitali uh, nimeashiriwa kwamba muda umekwisha Lilian, bila shaka tutajadili jioni. Kwa kweli muda hautupendi, tungefurahi hivi. Labda tu, tuangalie kwenye mitandao yetu na sisi wametuandikia nini wasikilizaji wetu. Ninaangalia moja kwa moja kwenye ukurasa wa kwenye channel yetu ya YouTube. Namuona nani huyo, anaitwa CFT Meo. Yeye ameandika, Deutsche Welle, nimewategea sikio nikiwa Rungwa, Tanzania. Naomi Mkama ametuandikia kutokea Zanzibar, anasema naitakia Tanzania yangu chagu